Na, mtazamaji wa Trend TV bwana, kufuatia kwa msiba wa mwanadada wa Bongo Movie Karina, moja kati ya interview ambazo pia zime make headline huko mitandaoni, ambazo zimetrend ni hii interview ya dada wa Karina ambaye alikuwepo pia pale msibani, na bado msiba unaendelea pale nyumbani kwao jijini Dar es Salaam, lakini kikubwa zaidi ni kwamba bado mwili haujafika, na mwili tumepata taarifa kwamba mwili utafika siku ya Ijumaa, na tutakuletea habari zaidi kwa undani kuhusiana na Kuwasili kwa mwili huo siku hiyo na mipango jinsi ilivyo, lakini kwa sasa hivi tunataka tuzungumze kuhusiana na vitu ambavyo ni vya ndani vya siri ambavyo dada au mdogo wake Karina amezungumza. Nadhani utakumbuka kwamba kuna ile video ambayo tulikuletea jana ya binti ambaye alikuwa analia, na akaposti ile video mtandaoni, aliruka live, akaweka hizo habari mtandaoni kwamba dada yake amefariki. Kwa mara ya kwanza kabisa tukapata habari kutoka kwake kwamba Karina amefariki akiwa huko India kwenye matibabu. Ni kwamba amefunguka kuhusiana na ukaribu uliopo kati yake yeye na Karina. Na katika baadhi ya vitu ambavyo huyu mdogo wake Karina ameviongea vimeibua maswali mengi kwamba je, inawezekana vipi ni kweli au ameongeza vitu ambavyo havipo? Kwa sababu ukiangalia ni kwamba Karina anafahamika kwamba ana mtoto ambaye yuko kidato cha nne, ana mtoto mkubwa tu Karina, ambaye ni mtoto wake mwenyewe wa kumzaa. Lakini huyu mdogo wake Karina anasema kwamba ana watoto wawili yeye. Yaani, huyu mdogo wake Karina ana watoto wawili ambao wamenyonya kwa Karina. Yaani Karina amenyonyesha watoto wake wawili na watoto hao wawili wanamfahamu Karina kama mama yao eh, na yeye mwenye mwenye, mdogo mtu yeye anafahamika kwa watoto wake kama mama mdogo, umeona? So hii ni issue nzito kidogo, ni siri labda ilikuwa kwenye familia ambayo watu wengi sana walikuwa hawajui. So huyu dada yeye amesema amesema kwamba watoto wake wawili wamenyonyeshwa na Karina, hususan hata huyu wa mwisho ana mtoto mwingine, huyu wa mwisho ambaye ana mwaka mmoja. Katika hawa wawili, kuna mwingine ana mwaka mmoja, na yeye pia amenyonyeshwa na Karina, jambo ambalo limefanya watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwamba e, imewezekana vipi mtoto wa mwaka mmoja? Karina ameugua zaidi ya miaka saba, na kuna mtoto ana umri wa mwaka mmoja, ambaye mdogo mtu anasema kwamba pia amenyonyeshwa na Karina. Je, ina maana kwamba Karina alikuwa anamnyonyesha huyu mtoto kipindi anaugua? Mwuna, hilo ndo swali ambalo watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kutokana na hizi video za huyu huyu mdogo wake Karina alizokuwa amezizungumza akidai kwamba Karina amemnyonyeshea watoto wake wawili na mmoja na mwaka mmoja sasa hivi, nayepia amenyonyeshwa na Karina. Jambo ambalo watu wanajiuliza kwamba okay, ameuga miaka ana mwaka kwamba kama miaka ndani ya miaka hii miwili hapa nyuma alikuwa anamnyonyesha huyu mtoto yanatokaje, wakati Karina alikuwa ni mgonjwa. Eh, huyu dada, imekuwaje? Ameongea vitu ambavyo havi make sense kwa namna moja au nyingine, ambapo hapa chini wameandika kwamba wabongo wanajiuliza. Kuna page hapa imekuja kuandika kwamba baada ya huyu dada kusema kwamba Carina amemnyonyeshea watoto wake wawili mpaka huyu mwenye umri wa mwaka mmoja, huyo ni dada wa Carina amezungumza hayo. Sasa watu hapa wanajiuliza kwamba eh, hey, wabongo wanajiuliza huko maswali mengi sana kuhusiana na hiyo hayo aliyoyaongea dada wa Carina kwamba eh, Hawa Karina ameumwa kwa zaidi ya miaka saba na, watu, na mtoto wa pili wa dada yake Karina ndio anafunga anafikisha mwaka mmoja sasa hivi. Maana yake ni kwamba mwaka jana kanyonyeshwa na Karina, lakini pia ikumbuke kwamba eh, huyu, mt, huyu Karina mwaka jana na miaka mingine nyuma karibuni saba alikuwa anaumwa eh? na ukiangalia gepu la umri wa hawa watoto wa Karina ni kwamba watoto wa dada yake, unajikuta kwamba unajiuliza tu kwamba iliwezekanaje Karina kumnyonyesha e, mtoto huyu mwenye umri wa mwaka mmoja sasa hivi. Ikiwa huyu mtoto wa mwaka mmoja, iliwezekanaje kumnyonyesha wakati Karina amekuwa akiugua zaidi ya miaka saba? Sasa hivi maziwa yaliwezaje kutoka? So hilo ndo swali ambalo watu wengi sana sasa hivi huko mitandaoni wanajiuliza kwamba imekuwaje kuwaje, kuwaje. Hmm? Mgonjwa Karina ameugua kwa zaidi ya miaka saba. Watoto wawili wa huyu dada wamenyonyeshwa na Karina, mmoja kati ya hao watoto sasa hivi ndo amefikisha mwaka mmoja which means, kwamba mwaka uliopita alikuwa ananyonyeshwa na Karina. Karina ni mgonjwa eh, maziwa yalikuwa yanatoka kweli? hali yake ya afya ilikuwaje hii? Watu wengi sana wameanza kujiuliza na kuhisi kwamba ni mada ambayo si ya kweli, au kuna kitu hapa hakieleweki. Sasa basi Watu wamekuja kuweka maoni yao huku chini katika comment section baada ya hayo maswali na hiyo mijadala kuendelea huko mtandaoni kuhusiana na hii interview ambayo eh, mdogo wake Karina amezungumza akidai kwamba watoto wake wamenyonyeshwa na Karina okay. Umeona, eh? So huyo ndio eh, ndugu wa Karina huyo amezungumza akidai kwamba Karina ndo alikuwa mama wa watoto wake, watoto wake wote wawili wamenyonya kwake eh. Sasa kaja akapigilia tena msumari mwingine, akasema kwamba hata huyu mwingine mwenye umri wa mwaka mmoja, naye pia ni yeye amemnyonyesha. Yule pale mwingine ndo anatimiza mwaka mmoja. Yeah, so maswali yamekuwa mengi, comments zimekuwa nyingingoja msomee comments za wadau bwana hapa, wakiwa wanajadili swala hilo. Kwa mfano kwa bwana, hili ndo tatizo la kuhoji wafiwa Eh, kwa mtu mwingine ameandika kwamba, bwana, mtu amechanganyikiwa. mna mmoja, lazima awajibu vitu ambavyo havieleweki. Kwa mtu mwingine bwana, so mgonjwa ameumwa kwa takriban miaka saba halafu umemnyonyesha, amenyonyesha watoto wako na mtoto ana mwaka mmoja bwana. Kiukweli bongo, sihami. Kwa mtu mwingine so bwana, mkamateni huyo mtoto jamani, eh, au masikio yangu mabovu? Kuna mtu ameandika hivyo. So mtu mwingine bwana, kwani kwa nini E, watoto wanyonyeshwe na mama mgonjwa? Kuna mtu ameuliza hivyo. Kwa mtu mwingine anasema bwana, wafiwa wako sawa jamani, mngewaacha kwa sababu bwana, kwa hiyo mwenzenu anaumwa Alafu mnampa mtoto tena wanyonyesheni, hii inasikitisha. Kwa mtu anasema, bwana haya ni makubwa jamani, huyu dada amepagawa au? Kwa mtu ameandika hivyo. Kuna mtu hapa kwa kwa ameandika kwamba, jamani basi ndugu ambaye hajachanganyikiwa aje <laughs> asawazishe hili swala. Alafu nyinyi waandishi bwana, muwe mnaacha wafiwa, sio mnawaojioji, wengine wameshavurugwa Kumbe bwana, kanyonyesha kunyonyesha ni kama kulea? Au kuna mtu ameuliza kwa bwana, kwa nini na wao pia wanahoji wafiwa? Kuna mtu ameuliza hivyo. Kwa hiyo kutokana na huu mkanganyiko wa hii story watu wengi sana wamehisi kwamba wengine wamehisi kwamba eh, dada amechanganyikiwa tu kwa sababu ya msiba huu, ni mzito, ni ndugu yake amefariki, kwa hiyo watu wamehisi hivyo, na wajapendezwa na kitendo cha waandishi wa habari kwenda kuwaoji watu wakiwa na majonzi, au kwamba, kuna watu wanaouaga wakiwa na majonzi, akili kidogo zinakuwa zimeyumba, yani hawako sawa, yani kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo watu huku wamekuja ku kuandika, umeona eh kuna mtu hapa anaitwa Panzela anasema kwamba, sasa Carolina au, au Karina ameugua miaka saba kanyonyesha lini? Ni bwana, ndo maana anasemaga sitaki kujua, msibani. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mdogo soma bwana, usanii kama usanii, tasnia ya sanaa bongo movie. Kuna mtu ameandika hivyo, so it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment. Lakini hebu tuambie kwamba unahisi hapa nini kinaendelea